Geita tunakwenda kuanza na ujenzi wa viwanda vitakavyochakata mbegu za alizeti kule maeneo ya Nywalanzaga, Bukoli na Busanda kwa mbegu za alizeti, na pia na kule nyaka Nyakamwaga na kwa viwanda vya kusindika matunda tutakwenda kuanza na eneo la Igate kule Sungusira. Kitaifa tunataka kuikuza sekta ya viwanda kutoka ukuaji wa asilimia nne nukta nane ya sasa hadi asilimia tisa ifikapo mwaka ishirini thelathini. Kwa upande wa sekta ya madini, icha kutegemea ndani ya mkoa huu ni maabara ya kisasa ambayo itafanya itarahisisha kazi ya wachimbaji iishie ndani ya mkoa badala ya kufuata huduma hiyo mbali, lakini nyengine ni swala la mitaji Tunajiandaa kutoa mitaji kwa wachimbaji wadogo, kuwakuza wao wachimbaji wakubwa. Masuala mengine ni maeneo mapya ya uchimbaji. Kama alivyosema, tunakwenda kupima zaidi nchi yetu, tujue madini yako wapi, ya aina gani, na uchimbaji ukuwe zaidi, na hasa kwa wachimbaji wetu wadogo. Lakini la mwisho kwa mkoa huu ni uwanja wa maonyesho wenda kujenga kwa uwanja wa kimataifa uwanja wa mikutano na sekta ya madini na uwanja wa maonyesho. Ndugu zangu, katika sekta ya usafiri na usafirishaji tumetakiwa nako tuendeleze ujenzi wa barabara, lakini vile vile tumetakiwa uh, kujenga viwanja vya ndege, na hapa tutajenga viwanja vya ndege kwenye maeneo mawili kwanza kukiendeleza kiwanja kilichopo Chato, wilaya ya Chato, lakini pili kujenga kiwanja cha ndege hapa katika mji wa Geita. Lakini nyingine ni masuala ya vivuko, usafiri wa kwenye maji. Maeneo yote ya vivuko ya ndani ya mkoa huu tutajenga miundombinu na kuweka vivuko vyenye usalama viweze kuvusha watu. Ndugu zangu, Eneo lingine la sekta ya uzalishaji ni nishati, kwamba tutajenga substation ambayo itahakikisha umeme ndani ya mkoa huu unapatikana muda wote, saa zote bila kupungua, umeme ule ule ili ukafanye kazi kwenye viwanda, lakini pia na kwenye maeneo mengine. Mbali na hayo, tutamalizia ile ngwe yetu ya umeme kwenye vijiji vilivyobakia na vitongoji, lakini pia umeme kwenye visiwa. Ndugu zangu, sekta nyingine hapa ni mali asili na utalii, na kwa hapa mkoa wa Geita tutakwenda kuiendeleza ile hifadhi yetu au mbuga yetu ya Bugiri kule Chato, lakini pia visiwa vya Rubondo tutaendeleza, pamoja na kudhibiti wanyama pori waharibifu wanaokwenda kuharibu mashamba ya watu, lakini pia kudhuru wanadamu. Na wenyewe tumeanza kazi ya kujenga vituo na tutaendeleza na vifaa vya kisasa ili tuweze kuadhibiti. Eneo la pili tulilotumwa na ilani ni eneo la kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Na hapa tunazungumzia masuala ya afya ambapo kwa mkoa huu sasa hivi ndani ya mkoa wa Geita mambo yatamalizika hapa hapa. Na si maradhi tu haya ya kawaida lakini hata maradhi ya moyo tunajenga tawi la JKCI, ile kitengo cha moyo kule Dar es Salaam, tawi lake litajengwa hapa. Maradhi ya moyo matibabu yatafanyika hapa. Ni matumaini yetu kwamba mikoa jirani na wenyewe watakuja hapa na hata nchi jirani zitakuja hapa kutafuta matibabu ya moyo, itakuweko hapa. Lakini pale Chato kuna hospitali kubwa ya rufaa ya mkoa ambayo na yenyewe itatoa matibabu ya kibingwa na matibabu mengine. Kwa hapa mjini tunaendelea kuboresha hospitali yetu ya wilaya ambapo tutajenga jengo la upasuaji na jengo la kuhifadhia maiti. Katika eneo jingine ambalo ilani imetutuma kwenye sekta ya ustawi wa jamii ni eneo la elimu, tumeanza na ujenzi wa chuo kampasi ya chuo cha usimamizi wa fedha IFM kwa bilioni kumi na moja. Chuo hicho kinajengwa hapa. Tunaanza na hicho na tukiona haja matawi mengine, kampasi nyingine za vyuo vikuu vitakuja kujengwa ndani ya mkoa huu. Na kwa hapa mkoani Geita, mbali ya kudumisha utamaduni wetu kama mnavyoona kwenye masteji mbalimbali, lakini pia sanaa na michezo, tumeanza sasa ujenzi wa viwanja vikubwa vya michezo, mpira wa miguu na michezo mengine. Tumeanza kujenga, tunaendelea na ujenzi kule Bukombe, lakini na hapa Geita mjini kuna kiwanja tutakuja kukijenga.